Kampeni ya kukabiliana na hali ya idadi kubwa ya watoto wa umri mdogo kuacha masomo eneo la Kaloleni katika kaunti ya Kilifi imezinduliwa. Kampeni hiyo ambayo imehusisha vitengo tofauti vya serikali vikiongozwa na ofisi ya mkuu wa elimu kaunti ndogo ya Kaloleni, imeelekeza ma, eh, maeneo yote katika kaunti hiyo ndogo. Roba Liban ameandaa taarifa ifuatayo. Vitengo tofauti za serikali vikiongozwa na ofisi ya mkuu wa elimu kaunti ndogo ya Kaloleni wamezindua hamasa ya kuwaregesha watoto walioacha shule eneo hilo kaunti ya Kilifi. Kulingana na mkuu wa elimu eneo hilo, Josephine Lomata, hamasa hiyo inalenga kuwaregesha watoto wa grade sita ambao wamebainika kuwa asilimia wa kumi ya wanafunzi hao wameacha shule na kujitosa katika shughuli za biashara licha ya umri wao mdogo. E, launch yetu ya leo ni kuhusu watoto wote warudi shule. Tumegundua ya kwamba watoto wanadrop shule, eh, hasa wakienda kufanya hawking, eh, wakienda kuuza fagio mashule in the name of wamemaliza shule after doing the assessment ya grade 6. So tumerealize ya kwamba most of our learners at that age wakiwa wadogo wako katika market na wanafanya mabiashara wakiwa na wazazi wao. Hali hii imelazimu idara ya elimu kushirikiana na idara ya usalama na wataalamu wengine wa elimu ili kupambana na utata huo wa watoto kuacha shule. So tumeketi na multi agency team akiongozwa na DCC, na tukasema ni vizuri tuhamasishe jamii tukiwaelezea kwamba grade 6 ni transition, si kumaliza shule, ni kutransit from grade 6 to grade 7, then grade 8 then grade 9 after which wata transit to a senior school, which will be next year. Wakuu, tumekuja leo kujiunga na mkuu wetu wa elimu na uh, bwana DCC ili tu, tuamazishe uh, watoto na wazazi warudi, warudishwe ya shule. Tunajua kwamba uh, kama watasoma wamalize Uh, kule chini primary mpaka grade 9 pia sisi hata tutaathirika katika shule za upili. We are here today for one, for one purpose only to sensitize wazazi na the community at large, mambo na dropout ya watoto it is very high, ukisikia 10%. Eh, si namba kidogo na leo tumeamua all the stakeholders education security chiefs Eh, wote tuko hapa na wazazi pia na wanafunzi, tutembee tembee round tukiamazisha. Kwa sasa, naibu kamishana eneo la Kaloleni Kialo Kaloki amewarahi wazazi kuwajibika na kuongoza watoto vilivyo ha. Leo ni kuwahimiza, lakini kuanzia kesho tutaanza kwenda kwa maboma. Tukipata mzazi nyumbani yako na watoto ambao wanatakata kuwa eh, eh, shuleni kuna yes, kuna hizi tutamshtaki tutamshtaki na hata tu, asitulaumu. Lakini mimi sitaki tufikie hapo, nataka watoto wachukue hiyo jukumu voluntarily, wapeleke watoto kwa shule. Nikiripotia runinga ya Citizen kutoka kaunti ya Kilifi, jina langu ni Roba Liban.